Morice Abraham, Morice bado yuko na mpira, jaribu kumtia mtu, anagusa mpira, Simba wenyewe wanatoa nje. Morice Abrahamu bado yuko na boli. Morice Elim Panzo anapoteza mpira, manatolewa nje. Panzo anamwacha mtu sowa, mpira mwana pita, Morice Abrahamu mekamata, ile mlinda mlango Kisunga Fadhili Morice Yusufu Kagoma kuudhibiti, Lamela Abdalla, Morice Abraham rejesha nyuma tena, Lamela tena anapoteza ule miliki wa mpira. Abraham Morice anapita katikati, bado kunaye, anachenga kwa elimu panzu, kibisawala analala kini kwenda kucheza ule mpira, anaambiwa nini, kona Morice Maema Morice, inapigwa pasi kutoka Soa, imefika kwake Jonathani ikapombe tena, haya neyo Mahema, Morice Abraham iyo na iyo Kisunga on target, lakini hajaruhusu kupita mlinda na mlango kwadhili Kisunga jeseo faul ameanza kwa Morice Abraham mahema Morice Abraham Nabi Kamara jashela wana chapa seksi gino sawa, kwa Morice Abraham anamtigia Soa. Jonathan Soa deniop Morice maema, Morice Abraham Jonathan Soa anampunguza mtu Soa anacheza mimi na mlango Morice Abraham anachonganisha ndani, kile anakamata tena kipa kwa mguu wa kushoto Jonathan Soali strike, lakini Morice Abraham bida ake kuliishia kwenye mikono ya Fadhili Kisunga. Morice Abraham imefika pasi kwa sha shalawa.